Maradhi haya yalinianza kitambo sasa hivi na karibu miaka kumi na tano nasumbuka na kiungulia. Kabla haujaanza matibabu hali yako ilikuwaje baba? Hali yangu ilikuwa mbaya hivi vile mnavyoniona. Mi ni mtu tofauti kwa mwembamba yani, alafu asubuhi nilikuwa siwezi kula, lakini kwa sasa hivi mm. Nashukuru manake, na hamu nikiamka asubuhi, na hamu ya kula vizuri nashinda vizuri bila kusikia kiungulia mm. Haa, ajabu zaidi, mimi nilikuwa sili maharagwe sili maharagwe mm. Mi unashangaa nisipobeba chakula kazini nitanunua hapa nje kwa mama ntilia anauza hapa tuita kidheri, yani mahindi machanga na maharagwe. Sisi, eh, basi nitakula na sisiki chochote kwamba ati tumbo litajaa mm, ama ati nitafanya kiungulia. Hapana kwangu mm. Mimi ni maajabu manake, nikwako sili kabisa maharagwe. Saa hii nakuambia nashangaa na mimi, kama naweza kaa kutoka Desemba, tuseme nilianza dawa Desemba mpaka sasa sijatumia dawa yoyote. Hakuna omeprozoni limeza mpaka ikasemekana haina nguvu tena, nitumie inaitwa e, esomeprozoni mm. Yani prozoni yenyewe ilishinda ilishinda kufanya kazi, kuna kubwa yake inaitwa esomeprozoni pia nkatumia, pia naye ikashinda. <coughs> Sasa saa hii nashangaa hii dawa imenisaidia kusema ukweli, lakini pia mimi pia nimeona ila ratiba ya chakula pia ni nzuri kwa sababu kabla dawa inifikie, ulinitumia ile ratiba ile ya chakula mm. Nikaitumia, ki, nilitumia kama kwa dawa, lakini, mm. Choo, mimi, siku tatu ndo nikapata dawa, ndo kaanza kutumia, lakini katika zile siku tatu tayari ilio na mabadiliko. Choo mimi nikaa siku tatu sijaenda choo, sipati choo vizuri yani choo. nikienda choo changu kama ile cha mbuzi kile mm. Nilikuwa na, yani kwa ufupi hata, hata mimi kazini nyumbani uji, kwenye ujirani wanajua mimi nina matatizo ya tumbo yani, ki, ki yani, wakila wakiponiona kama tunakula kwa jumuiya hivi mm-hmm. Wasikia mwangalia ni chakula chake tofauti, huyu ana matatizo ya tumbo watasema, mm -hmm. Ni wengine watasema tu matatizo ya tumbo mm -hmm. Nilikuwa nimeisha kabisa saa zingine hata shingo hivi kugeuza uwezi, sijui ni asidi imepanda huku kwa mishipa, sijui yani niwko maradhi ya na unakaa, nashukwa na <coughs> kama alaji kitu cha mpanda mpaka nasikia, nafanya nasikia kukwaruzwa. Sasa hata mimi naweza kwenda nashukwa na hiyo kama alaji kama mafua awanipi dawa za mafua wananipa dawa za hizo na hiyo ya maji ya mm. ne... moja ilikuwa box la blue, lakini ilikuwa la lakini ghali sana, kwa pesa za kwetu hapa ilikuwa kinunua shilingi mia nane nafiri pesa nyingi zote nitumia, lakini... Mm. lakini hakuna sikufanikiwa kufanikiwa chochote, nikaja nikaambiwa nitumie dawa za eh uh, H. pylori. mm -hmm. Nikatumia nikamaliza, hakuna chochote. Lakini mimi kitoka nipoanza kuhisi hivi vyakula ninavyokula mimi, sasa hivi hata naona ajabu sana, bisa kabisa. Nikaona kumbe ni sisi ni kutokuelewa tu, kumbe dawa za asili ndo ndo ndo <coughs> zinatufaa sisi wanadamu, tuafaa dawa za asili. Hizi za kizungu mimi, nikihesabu dawa niz... katika kutoka nimeanza kuugua dawa lizotumia za kizungu, dawa nyingi tena za gali, na mi natumia bima ya, ya, ya kazini nenda hospitali kubwa kubwa, lakini hakuna sijafanikiwa, sija kabisa, nikifananisha na, na hii sasa hii. Yes, hi saa hii imenisaidia sana. Alafu chengine, unaona zile pilipili hoho zile mm. ile, pilipili ile ile ilikuwa ni kila tu, sitalala mm. Tumbo lilikuwa na gesi, litasumbuka mpaka nikipata choo pengine ndo nisikie nafuu. Lakini ajabu zaidi naitia kwenye kachumbari, naitia kwa chakula, mpaka saa nyingine nikiwaambia nyumbani

Yani, nimeona mabadiliko. Yani naweza kujumuika na wenzangu, nikisafiri wakiingia tukiingia hotelini tutaagiza chakula, ingawaje pengine sitapata kile chenyewe kinachohitajika kama kile nachokula mimi mm-hmm. Lakini najua tutapata madhara kama yale. Mwanzo nilikuwa nikisafiri, mimi nitalala vibaya sana. Kuna watu wengine inawezekana wapo huko huko, huko unapoishi wewe Ndiyo. Lakini kuthubutu kufanya matibabu kwa mtu ambayo yuko Tanzania ni kama ataibiwa, unawasaidiaje? oh. watu mwasaidie, pengine wakikusikia wewe wanaweza kufanya maamuzi ya kuanza matibabu, maanake wanateseka na ugonjwa kwa kuogopa kwamba pengine nikituma pesa Tanzania sitapata dawa. hmm. Ah, mimi pia nilikuwa na nakumbuka mimi pia nilikuwa na, na wasiwasi huo hey. lakini mimi mwenyewe kulingana na ile hali ya ugonjwa nilipokuwa nilipo nayo nikasema, kwanza nilifikiria nitume pesa nusu, hata nikakwambia, ukasema pesa zizikuja nusu, kwa sababu dawa wenyewe haiji si nusu. Lakini mimi mwenyewe nkasema liwalunaliwe, tuacha ntume, nkipatapopata kutumia tu. Ulipozipata mara moja tu niambea nimepata pesa hizi nimepata ujumbe na ukanitumia. Sasa hiyo ukanitumia programu ya chakula na jinsi tayari, ukanitumia ile programu vile nitakapokula, na ulikuwa umeniambia uwezi kunitumia mpaka ninunue dawa, lakini nilipoona nimekutumia pesa na dawa sijapata, lakini ushatuma programu, nikaingiwa na imani, kuwa sasa najua dawa nitapata. Ah, baada ya muda, hiyo siku haijakuisha nikapata ujumbe kwa watu wa Tamidi wa mzigo wangu umepakiwa unakuja, kwa hivyo nisubiri. Asubiri ulipofika, ngapata ujumbe tena, mzigo wako umefika, waweza kuja kuuchukua. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi kuwa ati akituma pesa zitapotea. Aya, pia mimi nashukuru sana, uendelee tu na hiyo programu yetu, niendelee kusaidika zaidi na zaidi. Wengine pia watasaidika wata hata zaidi.